Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewaagiza wakala wa hifadhi ya chakula nchini kanda ya Kusini kufanya kazi kwa kushirikiana na serikali ili kupanua wigo zaidi wa ushirikiano kwa mamlaka kwenda moja kwa moja kwenye maeneo ya uzalishaji na kufanya ununuzi ili kuwanufaisha wakulima ambao ndio walengwa badala ya mawakala. Waziri Mkuu Majaliwa amesema kufanya hivyo kutamsaidia mkulima kwani watakuwa wananunua mazao moja kwa moja kutoka kwa mkulima. Mwanahabari wetu Hamza Mashole ana taarifa kamili yako. Malalamiko hayo ya jengo la Mibos ambalo limeuzwa na viwanja kwa thamani ya chini, lakini matumizi yale ya milioni 89 kutoka kwenye miradi, fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za kilimo, mifugo, lakini mradi wa uendezaji wa miji nimepata fanya kufanya intvy na mkurugenzi, nimesikia utetezi wake. Na kwa hiyo sasa, mkurugenzi injinia na mwasibu mwende kwa katibu tawala mkoa, mkatoe maelezo sahihi ya maandishi. Na katibu tawala mkoa, kat, mkoa utafanya ukaguzi wa haraka, na jambo hilo lifanyike kuanzia leo na kuendelea. Alafu mniandikie na mnionyeshe kama je ni kweli kwamba jengo liliuzwa kwa bei ya chini na lilitakiwa kuwa na thamani gani, na nani alifanya tathmini ya bei ya shilingi. Lakini pia hilo jengo la Mibos ambalo limeuzwa tujue thamani yake lakini pia kwa nini mkuu wa mkoa aliposema kazi hiyo isifanywe kwanza na ikafanywa? Nataka nijue mazingira hayo. Kwa hiyo kazi hiyo namwachia katibu tawala mkoa, ili afanye ufuatiliaji na nitahitaji taarifa leo. Juma ngapi? Jumatano, kazi hiyo mpaka Jumamosi hiyo imekamilika, na nipate taarifa wizarani hiyo shirikiana nao na mkurugenzi na mhasibu wako pamoja na mhandisi, mwende mkaripoti kwa katibu tawala mkoa, ili mtoe maelezo sahihi kama ambavyo umeeleza, kama ndivyo ilivyo, na kama kuna vikao vilipeleka na muhtasari. Alafu katibu, katibu tawala mkoa atanijulisha, na kama tukigundua kwamba kuna mianya mianya, tutachukua hatua za kinidhamu. Ni waziri mkuu Kassim Majaliwa. Taarifa yake Hamza Mashole aliyotutumia kutoka kule mkoani Ruvuma.